Tuviguse hivi vitu vitatu, cha kwanza job, cha pili business na cha tatu brand. So what I'm going to do nitavizungumzia hivi vitu vitatu with my utmost experience. The good thing nimewahi kuajiriwa. 2016 ndo nimeacha ajira. Uh, the good thing mwalimu wangu, mwalimu pia huyu naye amewahi kuajiriwa. Shamsi amewahi ya kuajiriwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nimekuja kujifunza. Kwa wale ambao wamewahi kusoma kitabu cha Rich Dad Poor Dad, alitengeneza cash flow quadrant. Eh? akawa anasema kwenye hii cash flow quadrant: kuna E, employees, alafu kuna S then kuna B and then I ta, sisi tutagusa, tuta, hapa kwenye self-employed tutawalink na a business then investors and business owners. When you talk about a job, ni ajira, sio kazi, ni ajira Nadwe. Natafuta kazi, natafuta kazi. ah, unatafuta ajira. Na what does it mean kuwa kwenye ajira? Kuwa kwenye ajira maana yake wewe, maarifa yako unauza ujuzi. Watu ambao kwenye ajira nasema mimi sifanyi biashara, you doing business kwa sababu what is business? Tukirudi hapa, selling of of goods goods and what, si ndio jamani? Buying and selling of goods and services. Maana yake wewe unatoa, you are selling service. Kwa hiyo hata kama upo hapa kwenye job unafanya biashara, ni kwamba tu ni biashara ambayo ni ngumu kukulipa na kukufanikisha. <laughs> Of course, wale ambao wameajiriwa wanaweza kasona kama tunawasema, lakini have been there, have been there. Mimi nimeanza na mshahara, nilianza na mshahara wa shilingi elfu hamsini. You won't believe it, shilingi elfu hamsini kwa mwezi mzima. Hata kudate, nilikuwa naogopa hata kudate msichana. How can you date a woman? Unaanzaje 50000 kwa mwezi mzima? Funny enough hapo nina degree ya education, you can imagine, elfu mbili na nane. Na sio digrii nimeipatia Tanzania, mzazi wangu amelipa nikavuka boda, nikaenda Makerere University, nikapata digrii, chuo ambacho Nyerere amesoma, you can imagine. Lakini kwa nini nilianza na mshahara elfu hamsini? Kwanza nilikuwa sijielewi, ajira ni chache, and then I was very frustrated. Nimerudi nchini baada ya kukosa ajira yani, nimefanya ajira ajira zisizoeleweka vibarua kule Kampala. Sikasema, kwa nini nisirudi nyumbani kwetu, labda nitapata kitu kizuri? Nimerudi tu nakutana na majanga nyumbani, wananiambia umeshasoma, huwezi kukaa nyumbani. Nafanyaje? So ilibidi nichukue hiyo kazi ya shilingi elfu hamsini, lakini with growing, nikajikuta nika kwamba mshahara unakuwa kidogo kidogo elfu mbili na nane, elfu hamsini. Elfu mbili na kumi na sita nimeacha ajira na mshahara wa milioni moja na laki tatu, so nilikuwa nakuwa, lakini kadri ninavyokuwa, mshahara unavyokuwa, najikuta kwamba hautoshi, kila una bado. Naona kwa sababu gani, ukiwa kwenye ajira kitu kikubwa unachokiuza ni muda wako, yaani achana na ujuzi, unafundisha unafanya nini, chochote unachokifanya huko, benki na nini hapa na matajiri wote, au watu tunawaona wamefanikiwa, wana leverage hapa, na ndio maana wazungu wanasema time is what, time is money. Let me give you a scenario. Mimi degree yangu ya kwanza ni walimu, ni education, ya pili ni sheria. Nimesoma education, nimeenda kuajiriwa kama mwalimu. Naamka saa kumi 4 am, kulingana na sehemu ambayo nilikuwa naishi, natakiwa nifike kazini 7:30 am, naanza kazi mpaka saa kumi na nusu 4:30 pm. So naomba tuhesa huu muda huu na nikitoka hapo naenda nyumbani, nafika roughly 7pm saa moja. kwa hiyo tuhesabu kutoka saa kumi mpaka saa moja usiku, lakini kwenye ajira watakuambia kwamba unafanya kazi masaa nane. Nikitoka kwangu nafika kazini, nafanya masaa nane, naanza kukomyuti kutoka kazini, nafika nyumbani, na haijaishia hapo. Nilikuwa nabeba makaratasi, mitihani ya wanafunzi na saa isha mpaka saa nne au saa tano <laughs> so even wakati nimeshatoka kwenye premises za kazi za ajira bado na, nafanya kazi, niko kwenye ajira in one way or another. So ukiwa kwenye ajira ujue kabisa kwamba maisha yako yatakuwa hii. Jumamosi utapigiwa simu na bosi wako, atakwambia nakuomba, huwezi kukataa, huwezi kusema mimi leo na appointment sijui na date na, na mke wangu na boyfriend akwambia na uh, unapenda kazi unapenda ajira upe. napenda njo jumapili atakuita so, this is the job. one thing that I know about a job, au nachojua kuhusu ajira ni kwamba you put in a lot creativity yako muda wako na nini and then unamfaidisha mtu mwingine, sio mbaya, lakini wale ambao wako smart wakati bosa anafaidika na wewe unafanyaje unafaidika so nilivyogundua hicho kitu na mimi nikaanza kutengeneza biashara wakati niko kwenye ajira kwa hiyo wakati niko kwenye ajira nikaanza kutengeneza labda kufundisha tuition. yes ananilipa mwisho wa mwezi na mimi nikaanza kutengeneza za kwangu nikaanza kutengeneza pamphlet. wale ambao wako kwenye ajira usione kwamba umefeli hujafeli ni wewe tu hujaingiza creativity ya namna ya kufaidika kwenye hiyo ajira. Nikatengeneza pamphlets ambazo naweza nikaziuza shule nyingine, so I was making like twice the amount of money ambayo naitengeneza kama mshahara kwa mwezi. Fanya mazoezi, fanya majaribio kibao, ili uweze kunoa kipaji chako, because kama hautokinoa there is no way we shall pay you, ambayo ni hatua. Kwa hiyo kila sisi wote hapa ndani humu tunaweza kucheza mpira <laughs> tukiweka hapa mpira, sisi wote tunacheza Samson, wote tunacheza wote, lakini wangapi watalipwa kwa kucheza? <laughs> so when you refine this one ndio wataanza kusema ah, wewe tutakulipa.